Karibu sana tena kuendelea kujifunza pamoja. Ah, tuliona katika somo lililopita jinsi ambavyo tuna aina za malezi na bado tunaendelea na somo letu lile la malezi ya mamlaka. Sasa natamani nikupe sifa za mzazi mwenye malezi ya mamlaka. Maana tuliona kwamba haya, hii ndio aina ya malezi ambayo mzazi akifanya vizuri tutamjenga mtoto vizuri kiroho, kihisia, kiakili, kimwili na kijamii. Na hata atakapokuwa mkubwa hayo maeneo yote atakuwa na afya nzuri au hali nzuri. Moja ya sifa ya mzazi mwenye mamlaka, anakuwa na mawasiliano mazuri na mtoto wake, na ufungua akili na moyo wake kumsikiliza mtoto kwa bidii na kumwonyesha upendo wa kweli. Hiyo ndio sifa ya kwanza, mzazi anakuwa na hali hiyo, kuonyesha upendo, lakini pia anajali na kusikiliza. Unajua, ni wazazi wachache sana wanatoa nafasi ya kumsikiliza mtoto, wanaweza wakawa na mambo mengi ya kusema lakini mzazi akaona wakati mwingine kama ni usumbufu. Kwa hiyo huo mlango wa kusikiliza na kumpa mtoto kutoa yaliyo moyoni mwake, mara chache sana wazazi kufanya hilo, ni eneo muhimu sana. Lakini moja ya sifa nyingine ya pili, ya mzazi huwa ni mtu ambaye anajali hisia za mtoto wake na kuziongoza katika njia zilizo sahihi. Unajua hisia Uh, ni vitu ambavyo vinatokea um, ghafla zinaweza zikajitokeza moja kwa moja sasa kama ambavyo wewe unaweza ukapata hisia ghafla au zikaja kwako kwa, mtoto pia anakuwa na hali hizo sasa zile hisia zinapokuja ni kwa jinsi gani ambavyo mzazi anaweza kuziongoza katika njia sahihi sasa moja kati ya sifa ya mzazi mwenye malezi ya mamlaka ana uwezo wa kuongoza hisia za mtoto wake lakini pia Uh, mzazi anayelea kwa kutumia uh, mtindo huu au aina hii ya malezi ya mamlaka huweka uh, mipaka ambayo ipo kati yake na mtoto. Yaani kuna maeneo ambayo mtoto anajua mzazi akionyesha sura fulani anajua hapa baba au mama amemaanisha kitu fulani. Unajua, zamani, unakumbuka wakati uh, wale watu wa zamani miaka ya nyuma kidogo uh, unafahamu kama mama labda wageni wamekuja pale nyumbani kwako, nyumbani kwenu ukiwa mdogo, pata picha, ukiwa mdogo, kuna namna ambavyo mama akionyesha sura fulani akikunja sura unamna fulani unajua kwamba hapa ha, mama amechukia. Na hata kama umekaa pale mezani, labda ulikuwa unataka kuona namna ya, ku, oh, ya kupata soda ya mgeni na amewekewa mgeni pale, kuna sura mama akikuonyesha, unajua hapa kuna kitu ambacho mama amewasiliana na wewe kwa namna fulani. Sasa hiyo ndio nguvu ya mzazi, maana yake ana mamlaka. Kuna mipaka ambayo mtoto hawezi kuvunja, hawezi kuvuka, maana ame, ame, ame, ameweka. Huyo ni mzazi mwenye nguvu, hasa kwenye eneo la mamlaka. Hiyo ni nguvu ya mzazi. Sasa lakini pia kuna tahadhari kidogo. pamoja na kuweka pamoja na kuwa mzazi ataweka uh, mipaka katika kwa mtoto wake, lazima pia umruhusu mtoto kuwa huru kujieleza na kutoa maoni yake na kumshauri pia. Ile mipaka sio ya kumuonyesha kwamba hawezi kufu, yani hawezi kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja. Ni mipaka ambayo inawekwa ya tahadhari ili kwamba mtoto aelewe kwamba kuna wakati ambapo mzazi anasema hii sitaki, na lazima ikubalike, na mzazi anaweza akasema, yani mzazi akasema ndio. Akisema ndio, lazima mtoto ajue kwamba hapa mzazi amesema ndio. Kama akisema hapana, nguvu hiyo hiyo mtoto aelewe kwamba hapa mzazi amesema hapana. Lakini pia uh, eneo hili au mzazi, moja ya sifa ya mzazi mwenye malezi ya mamlaka uh, hutunza eneo la nidhamu kwa kutoa adhabu kwa mtoto ili kumsaidia. Unakumbuka una tulivyosoma katika ule mstari um, katika somo lilopita kwamba e, e, Brania 12:11 inasema, kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha bali ni cha huzuni, adhabu hiyo, lakini baadaye, lakini baadaye huwaleta wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Maanake, pamoja na kwamba ile adhabu haifurahishi, lakini mwishoni huleta, huleta hali nzuri. Sasa mzazi aa, mwenye, mwenye kutunza au mwenye kulea kwa kutumia malezi ya mamlaka, utaona jinsi ambavyo anatoa nidhamu, nidhamu, lakini kwa lengo la kumsaidia huyu mtoto kufukaa vizuri. Basi Mungu akubariki, tutaonana kwenye sehemu nyingine inayofuata. Asante sana na Mungu akubariki.